Uh, nataka leo tuongelee issue ya pressure high blood pressure. Asilimia hamsini ya watu wazima huwa wanao pressure, ndio maana nawashauri watu wapime pressure, wapime na kiwango vya sukari kila baada ya wiki. Kwanza, pressure sio ugonjwa, pressure ni dalili kuwa mirija yako ya damu arteries, blood vessels zipo kwenye matatizo, zimejaliwa zime, zime, vitu kama sukari, sumu mbalimbali ambazo ziko kwenye mwili wako Inasababisha hizi broku na moyo unapata tabu kusukuma damu yako, damu haiflow kwa wepesi, hapo ndo pressure inaanzia. Na ukienda hospitali, wanakwambia huwezi kutibu issue, lakini nakupa vidonge vya kumanage. Nitakwambia side effects za hizo vidonge. Moyo wako unapoforce damu ipite kwenye arteries na arteries zimeziba, kuna pressure ya juu inaitwa systolic na kuna pressure ya chini inaitwa diastolic. Kuwa na pressure itself hiyo, blood pressure ambayo uko nayo, ambayo unasema ni ugonjwa, kwanza inaharibu moyo, arteries zaidi uh, inafanya unaweza kupata heart attack pia na unaweza kupata stroke na kidney failure, lakini hivyo tunakwambia ni matatizo ya chumvi. BP ni silent killer, inaua watu taratibu. na no, mama mtoto akiamka, ukaenda kumpima, awe mwembamba, awe mwenye anakuwa na presha. Sababu sababu ni zile zile: sukari namba moja, bia, pombe, uwepo wa magnesium mdogo, insulin resistance, kuishi maisha kukaa kaa tu, unatembelea gari, umelala ndani, utembei, ufanye mazoezi. Upo upo tu, kazi zako sio ngumu. Unakula sana vyakula vya kiwandani, unakula maharage ma, ma, ma, ma ya soya, unatumia mafuta ya seed oils, unakunywa soda, majuisi, matunda, kila kitu. Ukitaka kukiua hiki kitu pressure, sawa, uhitaji vidoke, anza kutembea dakika 45 kila siku, fanya fanya brisk walking, fanya strength training japo mara tatu kwa wiki, acha kabisa sukari, acha kabisa na wanga okay. Oga maji ya baridi Okay, ni kitu cha msingi na lala masaa saba. Na yetu wengine kula nyama zaidi, kula mayai zaidi, kula nyama zenye mafuta. Okay? Uh, kula mboga za majani. Zile mboga za majani majani. Kula unaweza kutumia matunda ya beetroot, okay? Ni muhimu sana ukaweke kwenye chakula chako. Kula sana parachichi, okay? Hakikisha na unapata vyakula vyenye magnesium ya kutosha kwa sababu uh, tatizo la presha sometimes ni kuto kuwa na upungufu wa nisiokuwa na upungufu wa magnesium kitu kinafanya mishipa yako ishindwe kurelax okay your heart is ishindwe kurelax na kitu kingine cha msingi, tumia sana vitu kama vitunguu saumu, mdarasini, manjano, tangawizi kwenye vyakula vyako ni muhimu sana. Vidonge vya pressure havina, kama nilivyokuambia, sio suluhisho. Vina side effect, unakuwa umehisi umechoka muda wote, unajisi uko na kizunguzungu, kichwa kinauma most of the time, na inakuletea kutokuwa na hamu ya tendo la ndoa. Kwa wanaume inapelekea hii function okay. Chumvi sio tatizo guys, chumvi is a friend. Wengi wanakuambia mimi nishakula chumvi, pressure yangu inapanda. Ina pressure yako inapanda kwa sababu unamaanisha unaendelea kula matakataka na hauna potassium na hauna magnesium, ndio maana presha yako inapanda. Chumvi ni master of healing, chumvi anatakiwa kwa sukari yako. Hauhitaji vidonge kwenye kupona, unahitaji kubadilisha mtindo wako wa maisha.